Ndugu zangu, habari za asubuhi. Napenda kuwasalimu nyote, na ninashukuru kwa wengi kutoka kujua kama niko salama au la. Nataka niwahakikishie niko salama. Jana sikupatikana kwa muda mrefu, kwa sababu siku nzima nilikuwa ndani mahakamani mpaka jioni kabisa, nikiwawakilisha wateja wangu. Kama mnavyofahamu, mimi rafiki yenu ni wakili. Na kazi ya uwakili ndio inaonipa riziki ya mimi kuishi na kuweza kujikimu kama binadamu. Kwa hiyo ninapopata wakati kidogo ukiondoa muda huduma za kujitolea kwa jamii, basi nawajibika kusukuma mashauri ya wateja wangu ili kuona at least mengi nimeyamaliza au nimeyasogeza, na kwamba huduma zangu zingine hazifanyi wateja wangu kuumia. Nashukuru kwa kunsani yenu. Nataka niwahakikishie niko salama salimini, ninaendelea na mapambano. Ninawapenda ndugu zangu wa Tanganyika, ninawapenda ndugu zangu wa Tanzania. Aluta continua, freedom aseta.